Yes guys, leo tunataka tuongelee kuhusu Big Boss, The Big Boss movie ya Kitanzania na Dunia leo zimetoka siku moja. Sijui kama mmeona ah, lakini filamu zimenishangaza sana, zina masaa matatu zote. Eh, hii Dunia ina masaa matatu, Big Boss ndio ina masaa mawili, lakini ukienda kuangalia Dunia ikingali otopo kingali zaidi ya nyingine. Sasa kuna kitu tunataka tuongelee hii The Big Boss, kipindi ambayo inatoka, kila mtu alikuwa anasubiri kwa umakini wa sana kwa umakini kabisa, lakini ukienda kuangalia dunia ikingali na yingine inaongoza kabisa. Hii movie ya dunia, huu jamaa kina Manyanya tumwachie Bongo Flava kwa sababu anajua anachokifanya. Kama hii episode ya leo umeiangalia zaidi zaidi ya episode zote ambao zishawahi kupita kwa hii, kwa mikono ya Manyanya. Hii episode ya leo ni zaidi, yani ina maneno, ina utamu, yani unajifili, sijui nisemeje. Kuna vitu ambavyo unaweza kufili like, I don't know how can I explain yani, sijui naweza kueleweshaje. Inabidi uangalie episodi ya manyanya dunia, utagundua na maanisha nini. Alafu big boss, big boss ah, <laughs> iko sawa, lakini sio sasa hivi kumfikia manyanya. Kweli wewe unaongeza ukweli, minaongesha ukweli, sijui unaonaje una